Right. Naitwa Amos Mazula na hii ni Amo Music Lab. Karibu tena kwenye darasa letu la leo. We learn and grow together. Huu ni mwendelezo wa kipindi kilichopita cha circle of 5th eh, kwa wale mliokuwa mkifuatilia, kuna kipindi cha circle of 5th nilikuwa nimeshaanza kukifundisha na niliishia mahali ambapo nimesema leo nitawafundisha eh, eh, application ya circle of 5th. Tulikuwa tukizungumzia hiki kitu hapa. Leo tutajifunza application ya hiki kitu ambacho tulishajifunza tayari eh, foundational theory yake mpaka hapo ilipofikia, okay. Sasa hii, hii nitakufundisha application. Wengi wana, najua kuna wapo wengine wanaifahamu lakini hajui anaiweka wapi, so tutajifunza jinsi ya kuiweka, unaichomekaje kwenye upigaji, jinsi unavyoweza kuapply. Uh, nitafundishia kwenye kc although, na yenyewe sitaifundisha exactly yote. Nitafundisha mpaka mahali fulani alafu tena nitakuandalia kipindi kingine ambacho kitakuja kielezee zaidi kuhusu application, alafu tutaendelea kuifungua na kuifungua zaidi na zaidi. So uh, ile niliyokufundisha last time ilikuwa ni nitakuelekeza nita, nita sasa kwenye kc. Unaanzaje, unaanzaje kuitumia circle of fifth ili uweze kuiapply vizuri? Jambo la kwanza, lazima uidentify kwanza upo kwenye ki gani. Tumechagua kc. Kwenye kc unaweza ukaanzia hapa ukaifanya kama ukaifanya kama. Kwenye kc ukitaka kutumia circle of fifth, unaweza ukaanzia hapa kwenye 7 3 6 2 514 kama nilivyosema kule mwanzo, kwamba kinachozingatia ni kwamba inaitwa circle of fifth kwa sababu ya hii. Unajiuliza, ni tano ya ngapi? Utakuta ni tano ya huyu. Na huyu ni tano ya nani? ni tano ya A. A ni tano ya D, na D ni tano ya G, na G ni tano ya C, na C ni tano ya F. Kwa hiyo inapokuwa inaanzia yenyewe, itaanzia mahali fulani, itaanzia kwenye 7. Kwa hiyo utakuwa una 7 3 6 2 5 1 4 unaweza ukaendelea na flat 7, lakini sana sana tuishie kwenye 4. Kwa hiyo utakuwa na 7 3 6 2 5 1 4 ambayo nikiipiga sasa kwa, kwa kutumia zile kodi zilizofundisha nitakuwa na kitu hiki hapa 7 3 6 2 5 1 4 Weteva utakavoamua kushika four yako, lakini tuishie hapo kwenye 4. Kwa hiyo tuna 736 2514. Sasa ili uweze kuiapply vizuri, unatakiwa uanze kuikata ikate kipande cha kila kipande kiwe kina kodi tatu. Kwa mfano kata 736 iandike pembeni alafu ukisha kata 736 una, una, una kata kipande cha pili ambacho kitakuwa kina kina 362 e, kina 3 kina 73 kwa una 362 kata na chenye 362 weka pembeni. Of course 736 kuna 362 ziko za aina nyenye kuna, kuna 362 ambao unaweza kashika of course formula ni zile zile tu eh. Ni kwamba hii ni E minor ya kawaida ambayo, ni, ni, ni, ni three yangu hii, minor ya kawaida kabisa ambayo ina E G na, na B nina one, one step hapo, four step naongeza kidole hapa, inakuwa tayari minor 9 ambayo inakuwa ina, ina E, B ina D eh, F sharp G na B 362, tategemea na na, na, na, na unataka ufanye kitu gani. Chukua 362, weka pembeni kwao, una 736, alafu una 362, yaani tulisema unaanzia kuna 7, unaanzia kwenye 7, unaanza kwenye 362 alafu kuna inaanzia 625 ambayo itakuwa ni 625, weka pembeni hicho kipande kingine 625. Alafu kuna 251 eh, ambayo ni 251 ambayo ifanya 251. Alafu kuna 2514 251 4, alafu chukua pia 51 weka pembeni ikate kwenye kodi ya e, kwenye vipande ambavyo vitakuwa vina vina code tatu tatu. Kwa hiyo, kwa, cha, cha kwanza tuna 736, cha pili tuna 362, takuelekeza vyote, cha tatu tuna 362, tuna 625 kwa cha kwanza, cha pili 362 cha tatu 625, alafu cha nne 625, tuna 251, uh, ambayo itakuwa ni 251. Alafu kuna 514 514. Ukisha kata hivyo vipande vyako, ndo tunaanza kutumia kipande kimoja kimoja. Cha kwanza ni 736, tunaanza kujifunza jinsi ya kuapply 736 736 manake 7 ambayo 7 yangu itakuwa ina kushoto, nakuwa nimeshika B nimeshika na F sharp kulia, nakuwa nimeshika A C sharp D pamoja na F sharp, au kuna wengine wanaweza wakafanya, inategemea nawe, lakini naweza nikafanya hivi, ambao huko nikashika mbili ambayo ni sita mbili 2 na nne huku nikawa nimeshika saba na, na na na, flat 5 ambayo inaweza nikapia nikafanya eh, of course inaweza nikashika hivi 736 au 736 mo 73 nisha kulekea jus kupata 3 kwamba nina nina na shift note moja kurudi eh, eh, flash note moja hapa, ili nipate hiyo e dominant 13, afu narudi kwenye a minor 9. So kwenye nyimbo yangu, popote pale ninapokuwa ninaelekea kwenye 6, naweza nikaitumia kama passing chord kwenda kwenye 6. Kwa mfano, wewe ni mkuu watenda mambo 736, kwa hiyo ilikuwa ni we ni mkuu watenda mambo makuu, ilikuwa inaenda kwenye 6, we ni mkuu watenda mambo makuu, enda kwenye 6. Kwa hiyo pote ninapenda kwenye 6, naeza nikatumia 736 ikanifikisha hapo kwenye 6. Kwa hiyo destiny, kila wimbo ambapo nina destiny ya kwenda kwenye 6, ninaweza nikatumia 736. Kwa mfano wimbo mwingine

kushoto B na F sharp, huko nimeshika A C sharp D na huko nakuwa nimeshika E B na D, au naweza nikashika ivi na E pia sawa. Afu kuna kulia nakuwa nimeshika A flat, nakuwa nimeshika C sharp D na F sharp six yangu nakuwa nimeshika eh, huko nimeshika E... A E, nashika G, B, C na E. Kwa hiyo inakuwa ndio 736. Ndipo inavyotumika 736, kuna nyimbo nyingi sana inapoenda kwenye 6 wimbo wako, unapoenda kwenye 6 unaweza kutumia 736. Kama una timing nzuri unaweza ukaiweka hapo. Kuna nyimbo nyingi zinaelekea zina hapo, mfano mm, wewe ni mfalme wa, wafalme, simba wa Yuda, yeah. suta kaiapply kama hivyo, lakini pia tuna 736. Kuna nitakufundisha hii 736 jinsi ya kuiapply na jinsi ya kutumia 736, alafu tutafanya 362 362 kwenye KSC. 362, nina wimbo wangu, nataka kwenda kwenye 2, nitatumia hiyo 362 362 ambayo 362 yenyewe ninaenda kutumia e, ninashika, nina 3 kama kawaida huko, ambayo inakuwa ina E na B kulia, na kwa nimeshika limeshika D nashika F sharp nashika G pamoja na na b. Zingatia fingering au hivyo tutakavyoweza kushika, lakini zingatia fingering 3. Ninapoenda kwenye 6, ninahamisha tu hii note hapa, naipeleka kwenye C sharp. Two. So hiyo 362 naweza nikaitumia kwenye wimbo wangu napokuwa ninaelekea kwenye 2. Um, kwa mfano tuchukulie wimbo gani, kwa mfano hiyo ah, Weni mkuu Watenda mambo makuu, eh, wewe ndiwe wa pekee ukaitumia. Okay, hapo wewe ndiwe wa pekee 62 naweza nikaitumia pia sehemu kama hiyo. Aa, uh, nyingine tuchukulie tu kama 362 625. Ii sasa ni kile kipande chetu cha tatu ambacho kina 625. 625 ni jinsi ya kutumia 625 ambao 625 yetu tumesema ina A na E, alafu kulia inakuwa ina B, I mean ina G B C na E. 625, kuna wimbo kama Wa star

kama hivyo kwa hiyo kwa, kwa, kwa wakati huu nitaishia hapo alafu next time nitakuja nikufundishe kufundishe hiyo eh, tumejifunza kutumia 625 tutakuja tuanze kujifunza jinsi ya kutumia 251 sasa najua yenye it's not a problem yenyewe ni, ni simple zaidi tutakuja kujifunza pia kutumia na hizo 514 alafu tuta wind up na kuitumia sasa kama 514 ili tu, tu, tu, tuangalie pia jinsi ya kuitumia zaidi, kwa sababu kuna namna zaidi ya kuexpand zaidi na kwenda kuitumia kwenye vitu vingi until eh, next class. Uwe na wakati mwema, keep practicing. We learn and grow together. Usisahau kusubscribe, niandikie kwenye comment hapo kama kuna there is something umefurahia ume au una ujaelewa mahali, tutaendelea. hii ni, ni, ni lesoni nyingine, tutaendelea, tutakuwa na mwendelezo mwingine wa jinsi ya kuitumia circle of 5th. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata.